Misali nne mstari wa kumi na tatu inasema mshike sana elimu, usimwache ende zake, mshike maana, yeye ndiye uzima wako. Hata maandiko ya dini yanatuelekeza. Huenda ni kweli msemo unaosema ukiona mwanaume mwenye mafanikio, nyuma yake kuna mwanamke mwenye akili, lakini ukiona anguko la mwanaume basi jua nyuma yake kuna mwanamke mpumbavu. Hata Samsoni anguko lake ilipitia kwenye mikono ya mwanamke. Nini? Mwana yangu, baki hapo usibanduke. Nadhani utanielewa nini nakizungumzia. Da, wanawake, kutoka kuwa tajiri hadi kuwa maskini kupitia mikono ya mke wake mwenyewe Emmanuel Eboue kutoka nchini ya Ivory Coast. Na mimi ni Logan Leeks na hii ni Nine Sports ya Abia Digital TV. Usisahau subscribe kujiunga na familia kubwa ili upate updates mbalimbali za soka. Emmanuel Eboue alizaliwa Juni 4 mwaka 1983 huko Abidjan nchini Ivory Coast. Eb amekuzwa na babu yake aitwaye Amadu Bertin ambaye mwaka 17 kwa kansa. Pia kaka yake Sejiji alifariki kwa ajali ya pikipiki. Epoe alianza kucheza soka kwenye kilabu ya Mimosas ya nchini kwa Coast. timu ambayo inazalisha vipaji vingi barani Afrika, ikiwemo Didie Droba, Olotule, Aruna Dindane na Keino mwaka elfu mbili na mbili Eboue akatokea ASEC Mimosas na kujiunga na klabu ya Ubelgiji KSK Beveren. Baada ya kufanya vizuri huko nchini Ubelgiji, skauti wa Arsenal zeganazi akamfanyia mpango wa kumsajili kwenye klabu ya Arsenal. Akiwa Ubelgiji akakutana na mwanamke aitwaye Aurera ambaye alimuoa na nkuzanaa watoto watatu, na alipohamia nchini Uingereza aliondoka naye. Akiwa Arsenal, akacheza kama mlinzi wa kulia na hakupata nafasi, lakini alipopata nafasi akaonyesha juhudi kutokana na Emmanuel Lebo kutokumshika elimu, basi utajiri alilopata akiwa kwenye klabu ya Arsenal, mijengo, majumba, magari alisaini kwa jina la mke wake, na pia mali zake zote aliandikisha jina la mkewe, na kila mali au matumizi ya fedha mkewe ndiye alisaini. Nyaraka zote za benki mkewe aliandika kwa jina lake, na ndiye aliyekuwa akitia saini. Mwaka elfu mbili na kumi na saba alipokuwa akihojiwa aliwahi kusema kuna mda alikuwa akifuatwa na maofisa wa benki na kumwambia saini lakini muda mwingine alikuwa akisaini na hajui alikuwa na saini nini. Mwaka elfu mbili na kumi na saba alipotoa taraka kwa mkewe, ndipo matatizo alipoanza. Mali nyingi alizozipata ya bwaye alimlekisha mkewe. Hata kesi iliyokuwepo mahakamani, mahakama ilimpa ushindi mkewe kama mmiliki wa mali zote. Kuna msemo unasema, mtu kuwa tajiri anatumia nguvu nyingi, lakini tajiri kuwa maskini ni kitu simple. Ndo hii gwaride nyuma ageuka, aliyekuwa mbele anakuwa wa mwisho na aliyekuwa wa mwisho anakuwa kwanza. Emmanuel Boye akawa maskini wa kutupwa, akawa ni mtu wa kulala mjalalani na kwenye vibaraza vya nyumba za barafiki zake, kutokana na yeye kuwa maskini baada ya mkewe kumfilisi alikosa hata ada ya kumlipa wakala wake na ilipelekea kufungiwa kujihusisha na soka kwa muda wa mwaka mmoja. Emmanuel Eboue baada ya kuuarifu umma yale anayopitia, klabu ya Galatasaray Uturuki, ya nchini Uturuki ikamwajili afundishe akademi ya klabu hiyo na kumpa nyumba na mshahara Emmanuel Eboue amevichezea vilabu vya ASEC Mimosas mwaka 2001 mpaka 2002. Baadaye akaenda KSK Beveren ya Ubelgiji mwaka 2002 mpaka mwaka 2004. Akajiunga na Arsenal mwaka 2004, akaitumikia klabu hiyo mpaka mwaka 2011 na baadaye kujiunga na Galatasaray mwaka 2011 mpaka mwaka 2015. Na baadaye mwaka 2016 akaitumikia Sunderland ya nchini Uingereza. Amecheza jumla ya mechi mia tatu na nne na amefanikiwa kufunga magoli kumi na tano. Kwa ngazi ya kimataifa ametumikia Ivory Coast na kuiwakilisha kwenye michuano mbalimbali, ikiwemo AFCON, amechezea mechi 79 na kufanikiwa kufunga mabao matatu. Hakika elimu ni ufunguo wa maisha. Wenda Emmanuel Boy ngekuwa na elimu, wenda hayo yaliyofika yasindomfika. Pia tunapaswa kuwa na uchaguzi bora kwenye wanawake tunaotaka kuishi nao kwenye maisha yetu. Wenda wakawa ndio mafanikio yetu, na pia wenda wakawa ndio anguko la maisha yetu. Mimi ni Logan Liki, na hii ni i ya Abia Digital TV. At usisahau kusubscribe, kujiunga na familia hii kubwa, upate update mbalimbali za soka. Pia comment hapo chini, nataka tuzungumzie nani kwa nani spoti ijayo. Asante kwa support yako, pia uwe na siku njema. Mungu akubariki. Amina.